Nairobi. Sasa tuelekee kaunti nambari moja kwake Francis Mtalaki ambapo anatupasha kwamba barabara kuu ya kutoka Mombasa kuelekea Malindi inatarajiwa kufunguliwa kwa umma mwisho wa mwezi huu ili kupunguza msongamano unaoshuhudiwa kila siku katika barabara hiyo. Kulingana na mamlaka ya ba ujenzi wa barabara Kenha, asilimia 90 ya ujenzi wa daraja la Jomvu imekamilika ndiyo taswira utakayokumbana nayo wakati wa asubuhi na jioni katika barabara kuu ya Mombasa kuelekea Malindi hasa eneo la Bombolulu. Msongamano wa magari unaochangiwa na upanuzi wa barabara ambao umekuwa ukiendelea kwa muda sasa, kwa kima cha shilingi bilioni 13 kutoka eneo la Lights hadi Mtwapa. Licha ya haya, mamlaka ya barabara kuu inasema inajaribu kupunguza msongamano kwa ushirikiano na maafisa wa polisi. Yeah, we have a proper traffic management plan. Ujenzi huu unaoipa Mombasa sura mpya umeanza kuonekana kutoka eneo la Nyali Center hadi Mtwapa. Kenha inasema inatazamia kufungua sehemu hii kwa uchukuzi baada ya siku kumi zijazo ili kupunguza msongamano ikizingatiwa kuwa msimu wa sherehe utakuwa umeanza na watalii kufurika Mombasa. Mombasa The the the the the section between uh, City Mall, all the way to to to to the end we intend to have have it open before Christmas time time so that That Kenyans who will will be be coming for their holiday will not have a a a lot of of traffic snarl ups. That is going to be a very great help to the people uh, the public here in Mombasa, especially at this time when there's a big influx of visitors from uh, hata hivyo, kilomita nne za kwanza bado zinakumbwa na changamoto kuanzia lights hadi Bumbululu. Ujenzi bado haujaanza zaidi ya miaka mitatu baada ya Rais William Ruto kuzindua ujenzi wa barabara hii. Ulipaji fidia ndio changamoto kuu ingawa KeNHA inasema kuwa imewasilisha fedha hizo kwa tume ya ardhi nchini. our plan is to, to, to fully mobilize there, start doing with the diversions so that vehicles can move from the main road, we have areas that we have prioritized katika eneo la kwa Jomvu, barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi, daraja linakamilika na kuunganisha ujenzi ambao umekamilika katika pande mbili kulingana na KeNHA. Ujenzi huu utapunguza msongamano kwa kila siku hasa katika mabuhari na shehena zinazoingia na kutoka bandarini na kurahisisha uchukuzi. We expect the evacuation of goods from the port to improve as we go towards the western parts of the country and the other countries, landlocked countries who depend on our port for their businesses. This in turn will have a lot of economic impact both for the country and for Mombasa. Town and the coast region in general. Mombasa imekuwa ikishuhudia msongamano mkubwa katika barabara hizi kuu, ila Kenha inasema kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja swala hili litakuwa limezikwa kwenye kaburi la sahau, wakati ambapo watakuwa wamekamilisha miradi hii. Francis Mtalaki Ringa, Citizen, Mombasa. Toka tuelekee Mombasa kaunti nambari 10.